Nina wasalimu katika jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali yote ningependa nishukuru Mwenyezi Mungu Muumba wa mbingu na nchi aliyetujalia afya siku ya leo. Mheshimiwa Rais, kwa majina naitwa Nduwimana Nazaire. Mimi ni Mkurugenzi Mtendaji wa kiwanda kalika kupendelaziinike kwangusa yako Mheshimiwa Rais naomba nitambulishe kwako na kwa hadhara hii mwekezaji wa kiwanda ndugu Vitatitikaa, ambaye amepata neema ya kuwakilisha kwenye hotuba hii, Mheshimiwa mikono hadhara hii, Mheshimiwa rais

na kuweza kufurahia familia yake, lakini aliamua bila kusumbua na mtu yote kuwekeza mabilioni na mabilioni kwenye kiwanda hiki ili aweze kuinua maisha ya watu wengi na kuongeza tija ya kilimo. Mheshimiwa Rais, pamua a kubahatuka na heshima kubwa, napenda kuwakaribisha wote kwa anaa, wanukizaji katika hafla hii adhimu ya uzinduzi wa kiwanda tanetako ilatalisha ya kumi mbolea ambazo mchanganyiko wa za ndani lakini pia na mbolea zataa apunuzizomeea. Mheshimiwa Rais, uwepo wenu ni ishara ya mshikamano, ni ishara ya kwamba mkisema mnatekeleza. Mheshimiwa Rais, yaliyokuwa kama ndoto leo yamekuwa yametimizwa. Nikunaakee kwamba leo tarehe ishirini na nane mwezi wa sita ishirini na tano mnazindua rasmi kiwanda kikubwa Afrika Mashariki, katika Afrika nzima, kwa maana ya kiwanda ambacho kinazalisha mbolea za mseto awadamili. Ni kiwanda ambacho kinaweza kuzalisha tani milioni moja kwa mwaka, lakini kakiwauza kuzalisha tani na kimoja coka kilimo kwa ajili ya na kupambana na matindikali ya udongo.

ulihakikisha kulona hiji kikipata vivutio na upezaji barabara nzuri, maji umeme na kadhalika. Mheshimiwa Rais, tusemenalini hakuna takutumika bali tunakuombea kuza kulinge, Mungu akuwezeshe Mungu wakufiiguu katika za kila siku. Hakika wewe ni mfano, hakika wewe ukisema unatekeleza hakuna wakulingesha nawe, Mheshimiwa Rais

haya yote ya yaoda leo yamewezekana kwa sababu umekubali, umeruhusu, umembariki na umemtia nguvu mwekezaji bwana katika ardhi yake. Ungeweza kukataa na kusema tunakuomba kwanza wakatamani wa dada Burundi, lakini ilikupemeza, wakamurusu akaja kuwekeza Tanzania. Hii ni ishara kwamba unapenda wawekezaji, unapenda watu wa kawaida wa kazi. Mheshimiwa Rais uzarashaka kahiki nimechatna kaa na mazowazaataani milioni moja lakini niepaga kwa manine wakudusa kabauzaameshagasi. Niseme kabisa, mbolea hizi hizi lioza piteke anu ni mbolea ambazo zinaporesha hapa ya gono, ni mbolea ambazo zinaongiza makungo, ni mbolea ambazo zinatengenezwa kwa mtangaliko wa mbolea za asili kwa maana ya katakilimo samadi, fosfeti, jasi na kadhalika lakini kuna virutubisho ambavyo tunavipata kwenye mbolea za ambazo tumezoea kama DAP na urea. Mheshimiwa Rais, kiwanda hiki kina faida nini? Naweza kutaja nikachoka, lakini tuzungumzie kidogo tu. Kuna ajira ambazo zimeshatengenezwa hapa Mheshimiwa Rais. Zaidi ya ajira 1800 za moja kwa moja zimeshatengenezwa katika e, kiwanda hiki. Hii ni kwa kujumuisha Mheshimiwa Rais. Tayari kuna ajira zisizo moja kwa moja ambazo ni zaidi ya elfu tatu Mheshimiwa Mheshimiwa Rais, lengo la ni ni kufikia ajira za moja kwa moja elfu tatu lakini na zile ambazo sio moja kwa moja mpaka kati ya elfu kumi na elfu kumi na tano Mheshimiwa Rais, najua muda sio mwingi, lakini nichukue fursa hii kuweza kushukuru. Naomba nishukuru shukuru kwanza kabisa Wizara ya Kilimo na Mheshimiwa Hussein Bashe, Waziri wa Kilimo Mheshimi yeah, wa Rais, huyu ni waziri ambaye akisema anatekeleza, ni waziri ambaye usimamo wake hautukisiki, anasimamia maano yake na anatekeleza serikali yake. Mheshimiwa Rais imeweza kusaidia wakulima kwa mfumo wa uzuku wanapata muwea kwa vemajuu, na wanajivunia mchango wake kwenye sekta ya kilimo. Tunashukuru sana Mheshimiwa Rais.

niombe tuchukue fursa hii kwa ajili ya moja tu katika subuhi. Mheshimiwa suru sana mheshimiwa mkuu wa mkoa Rosemary Senyamule, paujilikana na sabudi yake, ametusaidia ametunula mkono na mkoa na watendaji yote, lakini pia siwezeleka kusalawa mkuu wa wilaya mheshimiwa Tekimwegu, naye ametania katika kuweza kuendesha kuwanadiki. Mheshimiwa Rais mwaka 2021 hapa ikuwa mkoa ilikuwa ni kichaka tuliweza kuanza mradi mheshimiwa mwekezaji, zake aliweza kuanza shughuli zake kwa msaada au kwa ushirikiano mkubwa na mheshimiwa rais wa wakati huo ambayo nimemwona hapa mheshimiwa atrimtata, huyu amechimba maji usiku, aliwashaamiala usiku na anahakikisha motoyakyo imetimia. Asante mheshimiwa rais kumteea rasilimali wakati huo. Mheshimiwa rais, nikiweza kuwashukuru wengine wote